guza sasa, misimamo mikali. Misimamo mikali inaharibu ndoa sana. Tumefahamiana wanawake wengi tuna misimamo mikali ndani ya ndoa, huwa ile baina utofauti wa mke na mume haupo, haupo. Mara nyingi unataka kwenda parallel naye, hapana, si uzuri. Tujitathmini katika kujiweka juu ubora wetu, turudi chini, tubadilike, turudi katika ku, kuhofu Allah na kumwonea huruma maskini wewe mumeo, eh, kwani usiwe na huruma na mumeo, wakati huyu maskini amekuchagua hata kama ana madhila yapi? Jikubalishe kwamba wewe ndo huyu ndiye aliyekuja kuchukua katika kumpa yale mazuri. Sikatai kwamba hakuna changamoto, zipo, lakini angalia zile changamoto zinasababishwa na nini. Ni wewe? Ni mume? Ni kitu gani? Na ukishajua basi, pendelea kuzifanyia fatwa, ili maisha yaendelee, amani iendelee kwa sababu mauti yanatunyemelea wakati wowote. Halafu baada ya eh? Halafu kupunguza misimamo mikali, wewe acha mabishano. Kwa nini umbishie mumeo anapokataza kitu hichi usifanye? na ulendo mume na mwenyewe unusha nini, kwamba huyu ndiye bebi wangu? Kwa nini usikubali, yani ukaregea ukamsikiliza ukamtii katika ali unaotaka nini? Hapana kubishana, acha eh? Acha mabishano, si mazuri, na Mwenyezi Mungu ameyakaripia haya mabishano. Kwa nini ubishane? E, mwanamke mzuri mpenzi wangu, mpenzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa cheo na thamani kubwa wewe, e? amekupa cheo na thamani kubwa juwa haki na wajibu wako, mpende mume wako, kuwa na lugha tamu. Punguza yote ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi, kwa sababu anasema maneno mazuri umtoa nyoka ukapangoni. Hivi ndio vilivyofanywa na wazee wetu, na ukitizama wazee wetu wengi walifanikiwa katika nini? Katika kuyaishi haya maisha tunayozungumza. Wao waliyaishi, sisi tumeharibu wapi? Na walipoaishi walifanikiwa kutuzaa sisi, eh? Wakatulea sisi katika heshima zetu na kila kitu, alhamdulillah tumezaliwa. Mwenyezi Mungu awape fungu lao wazee. Wapi sisi tumeharibu mpaka leo eh? tunapata mitihani mikubwa juu ya vizazi vyetu, na vile tujiangalie, nini chanzo cha kupata hayo tunayopata, ili tuweze kufuzu katika maisha yetu. Acha madai ya talaka kila wakati, acha madai ya talaka kila. Athari ya madai ya talaka ni kama ifuatavyo: unapodai kila wakati talaka, mwanamume unampugusia imani ya kuweza kuishi na wewe na huishi na wewe kama mpita njia kwa hivyo unapo akiingia, e, akitoka talaka talaka. Na hii unapoidai talaka hata mbele za watoto wako, watoto wako unawavunja moyo, watoto unawafanya watoto wako katika hali ngumu, kwa kujua baba na mama wakati wote wanaachana. Kwa hivyo unawaathiri kisaikolojia watoto na wao wanaharibikiwa katika wao, utahisi athari ile itaingia kwa nani? Kwa, kwa, kwa mume tuno. Halafu unakwenda wapi? Mume kashazaa nawe karibu watoto watatu wanne awe mmoja, unakwenda wapi na furaha ya mtoto na mume? Na furaha ya mtoto kwa kwa wazi wake ni kuona baba na mama wako pamoja. Sasa wewe eh, unapoondoka katika ndoa hii, ujue kwa ulimwengu tulionao leo hakuna mama akambo anayetaka kulea mtoto wa mtu, kwa sababu yeye anapoolewa anakuja na watoto zake, eh, na wala hakuna baba akambo anayetaka kulea nini ni wachache waliofuzu, jamani. Mawio tunasikia na kesi katika taasisi za jamii tunazisikia, saa nyingine kwamba watoto wanaharibiwa na baba kambo. Kaa kitako, utulie, isipokuwa katika zile haki ambazo zitabidi itoke talaka pale, haa. Na hizi zinapatikanika wapi, wapenzi wangu? Hizi zinapatikanika katika sehemu za makadhi eh, au kwa mufti, ujeleze kwa sababu wao wamesomea maksudi katika kuyaboresha na kuyarekebisha pale tunapokosea eh, katika maisha ya mtu wa ndoa. Wanajua kweli, ndoa haitakuwa na sakina tupu, bila shaka kutakuwa na mapungufu, lakini mapungufu yale madogo madogo tuachane nayo, kwa sababu katika research iliyofanywa, wanawake wengi hususan wa Kiislamu wanasema waliofumaniwa ni wachache kuliko wale walioachika katika mambo ya kipuuzi maanake tumefahamiana kwa hivyo, anasema talaka nyingi zinatoka katika mambo ya kipuuzi kipuuzi. Kwa hivyo tujitahidi kubaki katika kuishi na watoto wetu, kwa sababu haya hayajaja mimi na wewe. Tukenda katika surati l-Mujadala, mama yule anatetea, anatetea kuwalea watoto wake katika maadili aliyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. haya hayajaanza jana na leo, yako zamani. Sasa kama iko zamani sisi tumepewa maksudi kupata mifano. Tuache nyumba ya talaka kabisa, itoke talaka kwa mwagumu, yale ambayo wale wanaosimamia watasema hapa, ah, ndoa wa haipo eh. Kwa hivyo ya, utatoka kwa vile, lakini kwa kikawaida lazima tu sacrifice, wanawake wenzangu, kwenda ikando sababu yetu akupata pepo, lazima tu sacrifice. Simama kuwa jasiri katika kuyatetea ya maisha ya ndoa yako. Asikutoe tu mwanamke mwenzio kwa kuisi labda, eh, mumwanguka amenatoka. No, usitoke, angalia maisha atoko kuweka Mwenyezi mnyezimgu. Simama, sema na Mola wako, na Mola wako atakusikia, na Mola wako atakutengenezea. Eh, na mifano tele ipo eh. We Muislamu una silaha nyingi ulizopewa na Mola wako katika kumwomba, basi tutumie njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndo Sakina anaosema, aduni fastajibu laku, niombeni nitakupeni. Kwa hivyo tuzidi kumwomba Allah kwa kuzitakia kheri ndoa zetu na tubaki kulea watoto wetu ili tuje tupate watoto wema watakao simama katika maadili mema watakao wana wakati sisi wazee wao tumesacrifice kuyarejesha yale mazuri anayopenda Allah subhana wa taala eh? Kwa hivyo katika hapa tunaambiwa pia tuache kebehi na dharau eh. Tunawakebehi waume na kumdharau mwanamme eh, inakuwa sio nzuri katika haya yamo mengi, hususan katika wanawake eh? Katika wanawake gani hawa ambao wanakebehi na dharau? Wengine ni tabia tu, lakini wengine huwa wajuaji, eh, katika kujifanya wao bora kuliko yule mume aliowaoa. Hii si nzuri wapenzi. Jua inapoingia ndani ndoa ndani yako, wewe kwa wewe ni mke. Jua kuna vitu vingi Mwenyezi Mungu amevifanya ni sababu ya kukutana baina yako na mume wako. Tuache kuwakebehi wamezetu kwa kuwaita majina mabaya, kwa kuwadharau, kwa kuwafanya au si lolote si chochote, wakati bado ni baba ya watoto wako, bado ni mume wako. Tujitahidi kujirekebisha, mdomo kamdomo kamdomo kana haribu sana maisha ya ndoa zetu, mm. Katika ujuaji, anasema, hususan wanawake wenye vipato, wanawake tunaokuwa na vipato, mara nyingi tunawadhalilisha sana waume zetu kwa kipato chetu, mm. si zuri. Ama kipacho alikuwa nacho mama Hadija radhiallahu anha na yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar! Eh, yeye bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mama huyu, mashallah alitoa good service katika kumwenzi, kuishi naye vizuri bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama huyu amezipata mpaka salamu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Sayyidina Jibril alaihi salam. Kwani kilichomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa mama Hadija nini? Allahu akbar! Mwenyezi Mungu amlipe kwa sababu yeye ndo sakina eh? ya mwanzo aliyetamka la ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah. Eh, alitoa good service kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni nishani yake alitoa kwa Allah, akamletea salamu na Sayyidina Jibril, na alimwahidi nyumba. Nyumba ambayo alionyeshwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alidhiwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh? Kwa hivyo sisi kigezo chetu ni hawa, hatutowafikia lakini Allah anasema wajana. mwanamke Allah amekuumba wewe na wipo tofauti tofauti, hivyo amekupa viburudisho ili viweze kuweka sakina ya ndoa yako katika ubora wake. Eh, jitahidi. Eh, tusiwe wajuaji mbele ya waume zetu, eh, tuache wanawake wazuri. Eh, yule ambaye anajijua, mimi mzuri, nimependeza, niko hivi, niko hivi, anapojaliwa kuolewa na mwanamume, wewe wako ni wa mimi, ah, kakuoa kwa sababu Mwenyezi Mungu kaandika hakutokea mzuri wako wa kuweza kukustiri, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa huyu huyu, ndio mzuri mwenzio. Haina haja ya kutumia kauli hiyo, kwa sababu uzuri unaondoka, kipato kinaondoka. Allah, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa uchamungu kwa wapi, alisema hauna katika nafsi ya mja. Hivi vyote ni vipambo, tujitahidi kuvitafakari na kuvijua, na Allah anakupa katika majaribu walikuwepo wazuri, walifika kufaa kupata ndoa. We nani wa kumnini hili ya mumeo kama si we wa kuniwa? Hapana, hizo lugha tuziache, wanawake wenzangu. Wanawake wenye vyeo vyao huvichukua mpaka ndani ya majumba yao, wakawanyanyasa waume kwa, kwa vyeo vyao. Haifai, haifai wapenzi, tusifanye haya. Wale ambao tuna vyeo tusifanye hivi, haifai. Tuache tujijenge katika ubora wa ujana jike wetu cheo tukiache nje ya mlango, tuingie kama mwanamke mwenye silaha zake, mwenye maneno yake mazuri, mwenye mwenye mwenye haiba, mwenye ucheshi, mwenye utulivu. Hii itakusaidia wewe katika kupata radha Allah subhanahu wa ta'ala. Wako waliofuatwa na waume majumani mwao, eh, saa nyingine mkishapapurana, unamrushia vishati vyake na mada yake nje. Haifai hivi, si vitu alivyoviridhia Allah. Hii ni mtihani tumepewa Mwanamke, unapobahatika mwanamme akakufata ndani ya nyumba yako, ujue huu ni mtihani wako. Ni mtihani ambao Allah amekupa katika kukuangalia wewe, utashukuru utakufuru, utaharibu utafanya. Hata kama umezungumza vipi, mwogomba na vipi jitahidi, lugha ya nyumba isiwemo, lugha ya nyumba kabisa itoe isiwemo. Leo ipo, kesho inaweza ikaondoka hiyo eh. Nyinyi gombea nini katika ugomvi wayo? Usimrushie nguo zake nje, wala usimbubuzi hapana, wala usitake mengi. Wewe jitahidi wakati haupo, hiyo ni sosi ya kupata wewe thawabu. Kwa hivyo mnyenyekee katika lile lilotokea, sio kwa kumbubudhi kusu habari ya nyumba kakufata. kwa hivyo, ukifanya hivi, tunapofanya hivi wanaume tunaatia hofu ya kutufata majumbani mwetu, kuja kutoa kwa kuhisi kwamba watabubudhika. Haya yalikuwepo eh, na watu walipata daraja kubwa katika kunini ku, ku, ku, kuwa nao waume zao na kuastiri katika stara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi kufanya. Wanawake wengine ni wale wanawake wanaopenda waume zao kuwashauri, bibi kama nafanya hivi nafanya hivi na kuaje, eh, saa ngine na wewe saa kila ukikueleza bibi, chwa lako halishiki, sio hivi. Mwanamme haipendi kabisa kauli hiyo, maana yake hiyo ni dharau na kumvunjia heshima. Mwanamme anapokaa kwa kujadiliana na wewe Huyu amekukinai huyu amekupenda huyu amefanya hivyo maksudi, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kukusikiliza, ili maisha yaendelee. Ni wachache wanaume wenye tabia za kuwashauri wake zao. Wewe unapoipata bahati pendelea kuichukulia katika utaratibu ambao utaleta faraja haraj ushukuru, alhamdulillah. Mume wangu anataka kununua shamba, kanishauri. Mume wangu anataka kufanya hivi kwa shauri. Iya, ndo kumdharau, mashallah. mara nyingi falilia, huwa wanabarikiwa sana. Kwa sababu nature yake wanawake wameumbwa na kitu upeo, kwa hivyo mnapokaa nao mkafanya nao mashauri mkapanga nao e, basi mara nyingi Allah anatia kheri, lakini inategemea na design ya mwanamke alivyo e, tumefahamiana. Kwa hivyo sisi tumekosa tunapoana, tumekosa kuweka kipindi cha probation time. Miezi mitatu ile ya mwanzo ni muhimu sana kwetu sisi, kwa sababu unapoweka kipindi cha probation time, unapata kumjua mwanamke wako, umeua mke design gani, vipi ishi naye vipi, nini kuna vitu. Hii iko upande wa mwanamke na iko upande wa mwanamume. Sote kwanza, tuwe kama vile kazini unapoingia, kuna kitu kipindi cha probation basi, pia na mwanamume na mwanamke uangalie, kwa sababu unapomwangalia katika mapungufu yake na vile anavyovipenda, ni rahisi kuanza safari ya pamoja, safari ambayo kila mmoja anajua hili linamfurahisha mwenzangu na hili linamkera mwenzangu. Kwa hivyo maisha yanazidi kuwa na wepesi. Wapenzi, tumo katika kufufua ndoa yetu katika yale liowatarishia, ili iwe faraja wa maharaja, na inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika hili. Sisi wanake ni wenye kusononeka, kipi kitakusaidia zaidi ili uweze, kwa kusema kwamba mwanamme habebi majukumu yake, mwanamme halei watoto, ndio kwa sababu katika kipindi hichi pia kuna majukumu yaliyokuwa si yako, umejibebesha nayo. Siseme tusiwasaidie waume zetu, tuwasaidie, eh pale wanapofikwa na mitihani tuwasaidie, lakini huyu ujue anapokuja kukuposa kukuoa, huwa amejitayarisha yeye eh, pa kukuweka pa ku, namna kukulisha namna kukuvisha, ndo akaamua kukuoa. Kwa hivyo unapojitia kati katika, katika kumninihilia ma, ma, ma, kumsaidia maisha hapa kuna vitu ye kisaikolojia unakuwa ushamuathiri. Hujua tu kama mke wangu atatengeneza haya, mke wangu atafanya haya, kwa hivyo wewe kile lazima baadaye kije kilete tatizo kwa sababu utalalamika. Eh? Pengine la kukuomba au la kukwambia lakini wewe mwenyewe tu kwa mapenzi yako si vibaya. Lakini jitahidi unapotaka kufanya chochote. Eh? Kwanza angalia ustaarabu wa yule mwanamume aliyokuoa ya na yale maisha amlokuenda nayo. Ukiona maisha yamemzidi na hana uwezo basi, si vibaya kunadilia kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala. Eh? Kwa hivyo hii kupunguza, nasema tupunguze kujibebesha majukumu si yetu. Wanawake wengi leo, subhanallah, wanaume wengi leo wamekuwa, tumesema kama wamepata free kidogo, kwa sababu kesi nyingi zinazokuja huwa wanawake wanalalamika kwamba nimeachiwa hichi, mume ana uwezo, mume hivi lakini, kumbe tunapogundua, ukamuuliza vipi, mlianza? Anasema nilijitahidi kumsaidia. No, so kwamba tuwasaidie. Lakini katika kuwasaidia, kwanza tutizame nguvu za ume wetu zilivyo katika kuendeleza maisha. Wanapozidiwa tusaidiane pamoja katika, si hakuna ubaya, lakini unapojibebesha majukumu mia kwa mia kwa hafla tu, baadaye hii inakukosti kukosti kwako, unakuwa ni mtu wa kulalamika eh, kwa sababu na yeye utakuwa ushamsaidia katika mambo mengi na anakuwa mvivu kidogo. Tuwasome waume zetu ili maisha yaendelee. Mm, wanaume tujitahidini jamani kutusaidia, eh, kwa sababu saa nyingine una bahati kwa unampata mke mkarimu, mke mzuri, tumie uzuri ili maisha yako yaendelee eh? Haya, pia acha kupandisha sauti wakati mnapogombana na mumeo. Hichi ni kitu dhalala kabisa. Wanawake wengi tunacho huwa tunapenda sifa eh? Ajue jirani, wajue watoto, wajue. Hivi si kitu kizuri. tumefahamiana eh? Tusipandishe sauti tunapogombana na ume zetu. Huwa tunafunzwa siye tunapotaka kuolewa, kwamba linapotokezea tatizo mahakama yake ni ndani, katika sauti ya utaratibu. Ingawaje kuna wanaume wengine hawaambiliki, lakini tumwombe Mwenyezi Mungu baadaye simama naye kwa tuka kumjulisha, ni binadamu. Tuna mbinu nyingi amba wanawake eh, ambazo Mwenyezi Mungu ametupa tukamo, na silaha zetu ambazo Mwenyezi Mungu ametubariki nazo, zitumie unapotumia wewe ni maji, unauzima moto na maisha yanaendelea. Jitahidi eh, unapogombana naye usimdhalilishe, wala usipende kugombana mbele za watoto, au kuwahadithi watoto mapungufu ya baba yao. Hii inafanya watoto wamdharao baba yao, wasimheshimu, wasimwogope, wajenge chuki baina yao. Tunaharibu sana wanawake, tunaharibu sana. Na ujue kuna kitu lazima nikujulishe, unapozungumza na mtoto kuhusu hadisi ya babake au mapungufu ya babake, umechora alama katika jiwe, hii haitoondoka milele, na inawaathiri kisaikolojia, itarithiwa mpaka na vijukuu na vitukuu eh? Mtoto mdogo ni mtu ambaye hati yake unapompa ni ngumu kufutika. Kwa hivyo tujitahidi, wanawake, hili ni kosa kubwa ambalo huwa tunalifanya sisi. Tusilifanye kosa hili, tuachane nalo sana e. Tusipende kuathiri mapungufu ya, ma, ya mababa zao watoto, si vizuri. Lazima turudishe heshima ya baba, heshima ambayo waliishi wazee wetu e, heshima ipyo Leo ukienda katika nyumba nyingi, ukiuliza sini ya baba iko wapi, haiko. Sahani ya baba iko wapi, haiko. Kiti cha baba kiko wapi, hakiko. Baba hapokewi, mpokeaji wa mfuko wa baba anakuwa ni mfanya kazi. Wakati zamani sisi wazee wetu baba zetu tulikuwa tunaita bwana, bwana amekuja. Sisi wa Zanzibar, baba zetu tukuwaita bwana bwana amekuja, unaenda kupokea mkoba wa bwana. Tunafunzwa hivi ili na sie tutakapokuwa wakubwa, waume zetu tuje tuwaite bwana. Tulikuwa hatuthubutu kukalia kiti cha baba yetu, tulikuwa hatuthubutu kulia glasi ya baba yetu, tulikuwa hatuthubutu kutumia kikombe anachokunywa baba. Baba alikuwa na sinia lake maalumu lililofunikwa kawa lenye jina la mapenzi na kila kitu. Kwa hivyo sisi wenyewe tu wakati anaingia baba tunakuwa tenshe. Sauti so ya baba ilikuwa inanguruma na tukiogopa. Na unapofanya kosa ukambua baba atakujaambiwa unaogopa. Leo yako wapi hayo? Nani kaya haribu? Wanawake wengi dharau zimezidi. Eh, kitapikwa chakula, limimwinwe chakula kwenye hotpot bruru. Alafu we mama, jamani baba yenu hajala. Hawezi kuwa na heshima watoto. Hatuwezi kumpata mume mzuri na mke mzuri wakati we mama tayari umeaesha dhara. Jamani, uwasili wa wazee ndani ya ndoa, urudi baba ape sauti yake, ili sauti yake afanye kazi tupate nini? Generation yenye taa kwa ajili ya Allah subhana wataala. Eh, hichi ni kitu muhimu wanawake tumekipoteza ndani ya ndoa zetu nyingi. Hamna, yarudi yale ya, Rudy, ya zamani yaletwe ya yaje, kwa ajili ya kuboresha maisha yaliyobakia, na maisha ya ndoa zetu yarejee ile amani iliyokuwepo.